Ni katika eneo la Mau Summit ambapo rais atazuru katika mradi wa kuzindua barabara ya kilomita mia moja sabini na tano katika eneo hili la Mau Summit, barabara ambayo itaungana na kaunti, kaunti ya Kiambu. Atayari kumkaribisha rais wa jamhuri ya Kenya pia katika ziara hii wakazi pia walifaidika na miradi mingine, rais akiwaahidi wanafunzi kuwajengea hostels ama majumba ya kurara na wakazi kuwajengea nyumba za gharama ya chini. watoto wengu wanaosoma university wale wanasoma TVET wale wanasoma KMTC, watoto elfu nane tunawajengea hostel hapa Nakuru, tunajenga nyumba elfu ishirini na mbili pia rais alisema kuanzia mwaka ujao ataboresha bima ya afya na kuzindua mradi wa National Infrastructure Fund. Januari tunaanzisha hazina mpya inaitwa National Infrastructure Fund kuweka pesa ya proceeds ya privatization. Uwe... Rais pia aliwakashifu viongozi wa upinzani na kusema kuwa hawana ajenda yoyote. Mambo gani? Azongo, hiyo tu. Rais pia amesema atahakikisha kuwa kuna usawa katika bima ya afya. Nimewaeleza ya kwamba mambo ya afya haitakuwa tena starehe ya watu matajiri, watu wako na kazi, watu wako na uwezo. Afya itakuwa haki ya kila Mkenya. Rais pia alijipiga kifua kutokana na chaguzi ndogo ambazo zilifanyika siku iliyopita na kusema kuwa atawahakikishia wakazi wa usalama. Muliona uchaguzi mdogo jana? Muliona vile tuliwaosha? Ni kweli au si kweli? Nikiripotia ATN kutoka eneo la Mau Summit, Nakuru, niite Theuri wa Wangeci.